wa Afrika hawachukui ya wenzao. Kila rais akija, wa Afrika, mm. anakuja na mipango yake, vision zake, mission zake. Huyu kazibeba, kabeba ale mazuri ya mtangulizi wake, kayachukua anapita nayo, mm. na anakwenda vizuri. Watu hilo wanalisema katika katika nani ndogo sana watoe watu, watupe experience yao. Kuna miradi mimi naijua sitaki kuitaja mm. ya baadhi ya marais ilikuwa mizuri tu ilianzishwa na wa, wa, watangulizi lakini akiingia rais mwingine, sio Tanzania tu nchi nyingi tu. Mm. anakuja anaanzisha yake kwa sababu mm. sisi wa Afrika hatuna hatuna dira itakayokwenda kusimamiwa na kila kiongozi atakayekuja, yani wewe whether you like or not, wewe ushakuwa pale president sisi tushatengeneza dira yetu mpango wetu ni hii, mm. rais akija anakuja na mpango yake, rais huyu ya akija anakuja na mpango yake. mm. Sasa huyu mama Samia amejitofautisha na viongozi wengi wa Afrika. mm. Kachukua yale makubwa mazuri ya marehemu Magufuli kenda nayo mm. lakini kwenye sekta ya afya huwa anairudia rudia. mm hakuna eneo ambalo nchi hii imefanikiwa katika kipindi cha miaka minne kama kwenye eneo la sekta ya afya bratha, zamani kipimo kama cha MRI hmm. Hmm. ilikuwa zaidi ya Muhimbili, huna mahali pengine, hakuna Bugando, hakuna KCMC hmm. na cha Muhimbili kila wakati unasikia kimeharibika, watu wabidi wakafanyiwa MRI Nairobi hmm. sasa hivi kila hospitali ya kanda katika kipindi cha miaka minne hmm. mama yule kamwaga MRI mashine watu mm. wengi wamefariki kwa kukosa vipimo kama MRI mm. scan. Nchi nzima hospitali zote za mikoa, mm. x-ray machine katika kipindi cha miaka minne. mm. Wilaya zote zina hospitali za, za, za wilaya zina x-ray machine mm. vifaa tiba vilivyowekwa katika kipindi cha miaka minne ya Raisi Samia Suluhu Hassan ni vingi zaidi kuliko vya miaka sitini yote ya uhuru. Sijui unanielewa. Nendeni una mkafanya utafiti, nendeni wizara mm -hmm. afya, wapeni details mm -hmm. iko hivi, vifaa tiba, X-ray, ni ni ni ni madawa vilivyowekwa katika kipindi cha miaka minne ya utawala wa huyu mama ni vingi kuliko vilivyowekwa miaka sitini ya uhuru wa Tanzania mm -hmm. Mm -hmm. Jamani sa, sa, hatari sana. Kurasa 365 volume 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania imekamilishwa vyema na kaka yetu uh, Haji Sande Manara, lakini pia kitivo cha leo kimekamilika vyema kutokea hapa nyumbani. Watu waboli wamekutana farahani na kakaangu Haji kabidi mimi niwe nachombeza, tunaingia toka. Lakini jamani, dua iendelee huko, niwe mwekazina wa jambo la kaka naanzisha chama chetu, lakini tunapoelekea kuweka nukta kwenye kitivo cha leo Jumaa, kakaangu, tarehe 30 mwezi wa tatu, tuna jambo kubwa sana ambalo nadhani huu ni mwaka wa pili mfululizo. Eh, naam naam, kwa faida anayetazama tuna mashindano ya Qur'ani kwa watu maarufu mhm mwaka jana nilipigwa sana vita. Kaji, sogeza mike vizuri. Mwaka jana nilipigwa sana vita wakati wa mashindano haya mm -hmm. Wengine walisema wasanii na nini watakuja pale wamevaa vieirini mm. Lakini kama unakumbuka mwaka jana ilikuwa best tulifanya pale mwaka jana ndani ya Ramadhani mwezi 29 na tukatangaziwa kuandama kwa Idi tukiwa pale pale. Mwaka huu tutafanya tarehe hiyo ambayo itakuwa tarehe 30 kizungu. Nachowaomba sure yoyote ambayo unadhani una, una ushawishi star maarufu kama nyinyi watangazaji. Mwaka jana mtangazaji mwenzenu walishinda ngoda Ane, wa njoda, Azam. Mwaka huu tunaweka zawadi kubwa, mshindi tunampeleka Maka. Ae, kwa hiyo tuna, tunaomba mje, lengo ni kuinspire vijana mm, kuwavuta watoto Wasi, wa, unajua watu, unajua kwa mfano sisi baadhi ya watu mimi nitakwambia siri kwa nini niliamua mm, yani tunaona kama Uislamu dini ya watu Waswahili Waswahili hivi unajua eh? Eh, eh. Nataka watu wawe proud na dini yao, kila mtu awe proud na dini yake na sisi tusione Uswahili, yaani usione eti kuwa Mwislamu huye Mswahili Mswahili ah, Mswahili maana si tunaitwa Waswahili hmm. tuwe proud. Watakao tufanya tu proud ni pamoja na hawa waigizaji mm. wacheza wa, wa mpira mm. uh, wanasiasa mm. waje kusoma Qurani mm. wasione, yani itasaidia. Kwa kwayo nawaomba sana wanasiasa, kuna rafiki zangu kina Wesu, nishawambia safari hii msiposoma na nyinyi mm. nawanunia watu wote mm. waje kusema farani, unajua kusoma uweke kama na kutakuwa na zawadi za mshindi wa pili, mshindi wa tatu na nini. Uh, mambo yatakuwa mazuri sana, sheweka ya kulipia mtu mahari nini wewe okay. ah, we, sasa unakotaka Kwa... huyu ana jambo lake, anataka kuongeza mke wa pili kwani farani huyo na mke eh, mimi na miaka mitano alhamdulillah, nimeona mtoto wako una mpost eh, na miaka mitano, anaitwa nani sasa hivi? Yule anaitwa Riadi, yule mtoto umeolewa, mashaallah ah. Bado Hii. Kama mimi nimeoa yeah. Na mwaka wa tano kwenye ndoa yeah, bibie... shida yeah, mm. <laughs> Ni mahari yake, mahari yake kubwa sana, nini anataka ng'ombe mia? Una, unasema ng'ombe mia. Shehe akitokea Waarabu wako chungu mzima. <laughs> ng'ombe mia kenda pugu ng'ombe <laughs> <laughs> <laughs> Bugem. <laughs> a, a, mimi, mimi ninyi nataka muone na yeah, maisha mazuri mm. ng'ombe kama milioni moja. Natakwambia kitu kimoja. Aliyeshiba maana hawataki ng'ombe wale ambao watakufa leo. Asikwambie mtu raha <laughs> ya mtu katika maisha hususan kipindi kama hivi cha Ramadhani kukaa <laughs> katika ndoa. Kabisa. Yaani mimi ukiniambia hapa raha naoipata Yaani Sheikh kama naona kama niko peponi. Masha Allah. Eh, nikiangalia ukulia na vunuikiteta Eh, sasa wewe we shehe huyu. Na mashallah kaka yetu anadeka zaidi, tunakushukuru leo tumeona kaka anavodeka, eh, kaka anavodeka sana. Yeah. <laughs> <laughs> eh kaka anadeka <laughs> <laughs> jamani. Ah, pilipili kidogo <laughs> tu, shehe, yale umepiga kelele rafiki yangu. Ah, lazim shehe kashindwa kula kwanza, jamani, ni sili. Sasa ukiaje katresi na pilipili. Jamani, tunashukuru sana sana sana <laughs> <katu. laughs> Mbezi, mbezi kwa brother Haji mm -hmm. tumefanya interview naye tumezungumza kwa uzuri e bana brothers tunashukuru sana tumefanya kipindi tumepata um, iftar mm. sababu kuna, kuna chakula na iftar vitu vii tofauti ujugu kaniambia kila siku, siku anakuja hapa ujugu kuja <laughs> <laughs> <Heza laughs> kwa, kwa Manara ni faradhi vijana hey, wangu andamiz... na mke engi wao ajiauuwao kabisa, watakubadilisha na majina tunaweka nukta kama hivyo. Asante kwa kushiriki na sisi, sentre ya leo tarehe ishirini na moja mwezi wa tatu imekamilika, kutokea kwa Haji Sande Manara na familia yake, na inshallah Jumatatu Mwenyezi Mungu akitujalia, tutakutana tena. Ali Kashmiri leo hajakuwepo, salamu tutazifikisha na tunamwombea awe sawa tuweze kuendeleza gurudumu. Mimi naitwa Ziza Malik. Buga. Ah. <laughs> Na kule nyuma kuna Zai, Mrs. Buga pia na familia nzima. Usiku mwema.